Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu katika adhimisho la mateso ya Bwana, Ijumaa Kuu. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 52 aya kumi na tatu hadi sura ya hamsini na tatu aya kumi na mbili. Somo la pili ni la waraka kwa Waebrania sura ya nne aya kumi na nne hadi kumi na sita na sura ya tano aya ya saba hadi ya tisa. Injili takatifu ni ya Mtakatifu Yohane sura ya kumi na nane aya ya kwanza hadi sura ya kumi na tisa aya ya arobaini na mbili. Tusikilize tafakari ya siku ya leo. Leo tumekuta altari ikiwa tupu kabisa, haina vitambaa au maua, ili kutukumbusha mwokozi wetu alivyoaibishwa na maaskari kwa kuvuliwa nguo zake. Waligawana nguo zangu kati yao na vazi langu wakalipigia kura, Zaburi ya ishirini na mbili. Tunaanza kwa ukimya bila wimbo wa mwanzo ili kutukumbusha masaa matatu ya ukimya na giza, kuanzia saa sita hadi saa tisa bwana wetu akiwa msalabani, katikati kati ya wanyanganyi wawili. Injili ya mtakatifu Mathayo sura ya 27 aya ya 42 45. Kuhani na shemasi wanaingia kanisani, wamevalia mavazi mekundu na wakiisha inamia msalaba wanajilaza kifudifudi. Mwanateolojia Padre Stribring anafafanua maana ya alama hiyo ya kiliturujia kama ishara ya kujikumbusha sadaka ya kikuhani na utii wa kimlanda Kristo aliyemtii hadi mauti ya msalaba, barua kwa Wafilipi sura ya pili aya ya 8 hadi ya tisa. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta watu wote kwangu, injili ya Yohana sura ya 12 aya 32. Nawaalikeni tutafakari aina mbalimbali mbali za watu ambao tumewasikia katika simulizi la mateso ya Bwana kama ilivyoandikwa na Yohane, ili nasi tuone tuko katika kundi gani kwa waliokusanywa na Yesu msulibiwa. Kundi la kwanza ni wanafunzi wa Yesu. Hawa walimsindikiza Yesu hadi bustanini Getsemani na mmoja wao Yuda alimsaliti na kumtia mikononi mwa watesi wake. Yesu alijitokeza kwa ujasiri na kutaka kuwaingiza wasiohusika katika mateso yake, kwani muda wao bado. Hao ni wasindikizaji wa bwana harusi, watafungaje wakati bwana harusi akiwa bado pamoja nao? Yesu anawaambia waliokuja kumkamata, kama mwanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. Injili ya Yohana sura ya 18 aya ya 8. Petro anawakilisha watu wanaoonyesha ujasiri wa kusimama hata katika changamoto kubwa kwa kutegemea nguvu zao tu. Bwana baada ya kuruhusu wafuasi wake waende zao, Petro alibaki na upanga wake mkononi. Na aliambulia kukata sikio la mtumwa wa kuhani mkuu. Lakini mambo yalipozidi kuwa magumu, alimkana tena mara tatu. Nasi kuna nyakati fulani fulani, tumemkana Yesu kama Petro hasa pale tulipotegemea tu nguvu zetu, hasa katika mazingira mabaya ya dhambi. Bwana atujalie tusikie na sauti ya jimbi, atukumbushe kutubu. Bwana Yesu atugeukie, atuangalie kwa uso wake wenye huruma, atuhurumie na tusimkane tena, na hivi tuwe na nguvu na ujasiri wa kutetea imani yetu kama alivyofanya mtakatifu Petro. Baada ya hapo, kundi lingine la tatu ni ya kina Pilato. Pilato anawakilisha viongozi na watu walio na wajibu wa kutoa haki, lakini japo wanaona haki iko wapi bado wanaibinya kwa kulinda maslahi yao binafsi au kuogopa maneno ya watu na watawala leo nao wako chini ya msalaba wa Kristo. Tuwaombee uongofu wa kweli. Kundi la nne ni waliokuwa kwenye msalaba wa Yesu. Kwenye msalaba wa Yesu walisimama mama yake Yesu, dada ya mama yake, Maria mke wa Kleopa, na Maria Magdalene na mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda mwinjili Yohani, au Mtakatifu Yohana kama somavyo Injili ya Yohana sura ya 19 aya 25 aya 27. Kwenye mateso, katika kupungukiwa, katika magonjwa, ndipo utakapowatambua marafiki wako kweli. Hao watu ndio watu wachache nyakati zote, ambao ukibahatika kupata ufahamu, labda huko ICU hospitalini, utakuta wamekuzunguka, au ndio wakukabidhi watunze, unayothamini unaowapenda. Yesu alithamini na kumpenda mfuasi wake Yohana, ndiyo maana alimkabidhi Yohana kwa mama yake Maria, akisema mama, tazama mwanao. Alimthamini na kumpenda mama yake Maria, ndio maana akamkabidhi Maria kwa Yohana akisema, tazama mama yako. Yesu leo akukabidhi kwa mama yake kwa sababu anakupenda, anakuthamini, nawe nenda na mama yake nyumbani kwako. Kundi la tano ni kundi la askari, askari waliomsulubisha Yesu na waliogawana nguo zake na kanzu lake kulipigia kura. Injili ya Yohana sura ya kumi na tisa aya kumi na saba hadi ya ishirini na nne. Kundi la watu wasiojali maumivu ya watu wengine, bali kujali tu watapata nini. Watu wanaogawiana mali ya umma mali za wajane na za yatima, watu wanaonyanganya watu mali zao kwa nguvu, lengo ni kujinufaisha tu. Nao Yesu aliyesulibiwa awaguse wabadilike. Nafasi na vyeo vyetu visitufanye tuumize wengine na kuchukua mali zao, watambue kuwa wote tu waja wa Mwenyezi Mungu. Tujifunze kuthamini maisha ya wengine, tujifunze kuheshimu haki za watu wengine na mali zao. Kundi jingine ni akina Josefu Arimatei na Nikodemo. Hawa ni wanafunzi wa asili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hawa walikuwa ni watu mashuhuri, watu wenye vyeo, wajumbe baraza la juu la Kiyahudi Sanhedrin, kama tusomavyo Injili ya Yohana sura ya 19 aya 38 hadi 42, hawa wanafanya vitendo vya ujasiri na upendo mkubwa usiotegemea malipo. Yosefu alimatea anamwendea gavana wa Kirumi Pilato kuomba mwili wa mtu aliyemhukumu asulibiwe, kwani miili ya watu waliohukumiwa kifo cha msalaba ilikuwa ikibaki huko msalabani muda mrefu mwingine muda mwingine iliwe na ndege au kutupwa kama ikuondolewa na familia. Yosefu Arimatea akuogopa Pilato au Wayahudi kwamba wangemuita au kumhusisha na wafuasi wa Yesu na hivyo kuhatarisha maisha yake yeye mwenyewe au nafasi yake ya ujumbe katika kikao hicho kikubwa cha Kiyahudi cha juu, Sanhedrin. Nikodemo pia naye anafanya kitendo cha ujasiri na upendo usiotegemea malipo. Anatumia mali zake kustiri mwili wa mwalimu wake Yesu. Mwili wa Yesu anaotia mchanganyiko wa ubani na manemane kiasi cha kilo thelathini, kama tulivyosikia katika Injili, anaofunga wa sanda na kufuata taratibu zote za Wayahudi za kuzika na anauzika katika kaburi lake jipya. Nasi tuombe Mwenyezi Mungu siku ya leo, Yesu huyo msulibiwa, hata kama sisi ni wafuasi wake wasili basi atutie ujasiri kama wa Nikodemo na Yosefu Alimatea, tumfanyie makubwa Bwana wetu. Bwana anasema nitakapoinuliwa, nitawavuta watu wote kwangu. Je, mimi ninamfuata Kristo nikiwa katika kundi gani katika makundi hayo ambayo tumeyasikia? Tumwombe Kristo msulibiwa, ambaye ametupenda hivyo ametupenda upeo, akatukomboa kwa mateso na kifo na ufuko wake, atujalie siku moja tuweze kukutana naye uso kwa uso huko mbinguni, tufurahie na sisi pasaka ya milele. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.